ilikuwa mwanzoni mwa amri ya funga. Idha aftara saimu, anapofutari mfungaji pale jioni pale. Umeanza funga usiku, alfajiri ukaja nayo mpaka magharibi, ukaacha funga pale, ukala ukanywa. Mwanzoni mwa amri ya funga ilikuwa kadhalika, aidan pia hivyo hivyo. Kana fi awali al-amr, ilikuwa mwanzoni mwa amri ya funga idha aftara saimu alikuwa anapofungua mfungaji jioni pale, falahu ayakula alikuwa aruhusiwa yeye kula, wayashraba na kunywa, wayujamia na kufanya tendo na ndoa na mke wake, ma lam yanam, lakini muda ambao hajalala, muda ambao hakulala. Kwa mfano jioni pale kaftari, jua limezama atana tayari akala tende akanywa maji akala wali pale sawa, akala futari yake vizuri sana. Kisha akaona ah, isha bado kidogo, wacha nijinyoshe. Sawa, wacha nipate mapumziko mafupi hapa. Akalala labda dakika ishirini au nusu saa. Akija akiamka sasa kwa ajili ya kusali salati ya Isha, hapo sasa hata kama atakaa macho mpaka alfajiri haruhusiwi tena kuingiliana na mke wake shaelewa shaelewa au bado mwanzoni mwa amri yafunge ilikuwa mtu akifungua pale jioni aruhusiwa kula kunywa na kujamiiana na mke wake kwa shati asilale kwa shati la kuto kulala Utakula utakunywa, ukisema mi bwana hata kama sema, si muda ule, ukasali isha alafu ukalala sawa. So, ukamka saa saba au saa nane au saa sita au saa kumi ikawa sasa una haja na mke wako na alfajiri bado, ilikuwa ni haramu, ngoje mpaka kesho kwa sababu wewe ulivunja mwiko. uko gani? Ha? Kulala ulikuwa ruhusiwa kufanya yote hayo, sharti usilale kwanza. Ukisema walala alafu waamka, waambwa sasa ufanya subra mpaka tena ifike kesho. Mwanzo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ilikuwa mwanzo sheria ilikuwa ni hivyo, iliwekwa idha aftara anapofungua swaimu mfungaji

wala kunywa kinywaji wala aljimaa wala kuingiliana na mke wake kwa mambo yako yote hapa, baada ya ya kuchomoza hapa, alafu ukemacho, ndio utakuwa unakula unakula unaenda nyumbani, alafu alatena unaenda nyumbani tena, ukisema acha mpate kilebe, ukiamka kula basi kunywa basi, he, na mke wako naye mtoonana kesho. Ndio sheria iliyokuwa mwanzo hivi. Nafsi ni waja wa Allah, tabaraka wa taala tunakwenda namna anavyotupeleka yeye. Maswahaba walifanya amri hii, wengi wao, wengine wakaja kateleza, lakini usi, usimlaumu aliyeteleza, mshukuru aliyeteleza. Sio? Kwa nini? Kwa sababu alipotelea yeye akaghafilika, akafanya ili jambo lililokatazwa, ndio ikaja rehma ya nini? sheria, kuondoshwa sasa, kwamba sasa aya, huria ayauria ile jambo kaliweza mia kwa mia. Idha sisi tuwasifu maswahaba walipopatia na pia walipokosa, kwa sababu kosa lao liko rehema kwetu sisi. Wale waliposahau wao ni rehma kwetu. Tutaona ukombele sahaba ambaye alikwenda akafanya tendo la ndoa na mke wake mchana wa Ramadhani, sio kule ameshafuturu tayari, ile mchana shawaze kamzidi wakaingiliana, baada ya kajuta itakuwaje sasa. Akaja pale kwa Mtume akasema, ya Rasulullah, halaktu, nimeangamia. Khalas, nimeangamia. una nini wewe? Ah, nimeangamia. Mfanyaje? mekhalas ishaangamia, mtukia nini sema, waqatu fi mrati fi ramadan, nimemwingila mke wangu mchana wa Ramadhani. Ishafanya akaenda mbele ya Mtume saa sallam, akenda pale akajilalamikiza pale, akaripoti kesi yake, tumekakaa amri akaletewa, kaambiwa haya, akamuuliza akamwambia tutiku raqaba, haya hukumu yako wewe, utamwachia huru mtumwa utamwacha huru mtumwa. Kasema ah, sina mi mtumwa kumtoa huru sinaye. Akamwambia tasumu shaharain mutatabi'ain, kama una mtumwa basi, utafunga miezi miwili liofuatana, la adabu yako, utafunga miezi miwili ilofuatana hivyo, tukasema nafunga mfungo mosi na mfungo nane, a a, ifuatana wa mosi na mfungo pili, mfungo nne na mfungo tano, tano na sita, sita. Hivyo akajifikiria yule bwana, miezi miwili nifunge zote hizo, akasema la, astagfirullah siwezi ya Rasulullah, miezi miwili siwezi. Akaambiwa tutimu sitina miskina, basi nenda kalishe maskini sitini. Akasema sina kitu, mingi bado mema maskini fakiri, sina mali sina hakiba, tumetaka kitabu. Ndio bwana akakaa asubiria itakuaje. Mara pale ikaleta sadaka bade Mtume, kasha zima na tele jingi limenenepa. Rasulullah amalia sadaka hii, akasema eh, alhamdulillah. Yuko hapo ni bwana ambaye alifanya ile jambo. Ah, ana niko hapa, kama taa, njoo shika hii shika, shika ile neenda katoe sadaka kwa itende akasema, ah, afala afqar minna. Kwani hii sadaka Rasulullah SAW, si kwamba anena kupewa mtu fakiri sana hapa Madina hapa, hapana mtu ambaye anashida na umaskini kuliko mimi. Yani, mimi ndo fakiri wao, mimi ni kwangu, sina kitu, maana maneno yake ha. Akisema hapa Madina poti hapa, mimi ndio fakiri wao, amaanisha nini?

Kwa mfano ule bwana angekuwa naye mtumwa kamwacha huru, mathalan ikabakia pale laada. Sasa ingeondoka kulisha maskini na kufanyaje, na kufunga. Sasa mtumwa yuko hapa? Hakuna mtumwa. Au kwa mfano angeshindwa na kuacha mtumwa huru, akaweza kufanyaje? Kufunga, ikaishia pale. Ingebaki na sisi, lazima faini ufunge, lakini mtumwa kufunga, kulisha maskini, yote hayo